Naazimia kwamba moja, tunawajibika kuwahamasisha watu wote waliojiandikisha kupiga kura na kuhakiki majina yao na kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Azimio la kwanza. Azimio la pili, makongamano ya amani yawe endelevu. Azimio la tatu, viongozi wa dini wawaelimishe waumini kuhusu haki na wajibu wao katika kulinda amani ya nchi yetu. Nne. Kuwahimiza Watanzania wote kuepuka na uchochezi wa baadhi ya mitandao ya kijamii ama vyombo vingine vyovyote vya habari. Tano. Tunatoa rai kwa vyombo vya dola kuendelea kutumia hekima na busara katika kulinda amani hasa siku ya uchaguzi. Sita, kupanuliwa kwa wigo wa ushiriki wa viongozi wa kidini katika vyombo vya utungaji wa sheria au kufanya vinavyofanya maamuzi. Saba, ni wajibu wa kila mwananchi kulinda amani wakati wa kudai haki yake. Uzalendo ndiyo huchochea amani, tunakumbushana thamani isiyo na kifani ya amani, tukitoka kwenye uzalendo, tumeshikamana na uzalendo wetu na kuipenda nchi yetu. Lakini kubwa linalopelekea uzalendo huu ni kuzalisha kitu kinachoitwa amani. Kaa pamoja, watu wa dini mbalimbali, tuko mahali pamoja, neno letu moja, kauli yetu moja, tunakoelekea tuna, koelekea, tuna kuelekea kwenye uchaguzi mkuu bila ya kufanya kazi kubwa ya kuitunza na kuienzi amani hii iliyoko, uchaguzi mkuu huu utatufanya tuikimbie nchi yetu, na uzalendo wetu utakuwa haupo tena, kwa sababu tulioshawishi na kusababisha amani kupotea kwenye nchi yetu ni sisi wenyewe. Katika nchi yetu ya Tanzania tumeweka, baada ya miaka mitano tunatimiza haki hii ya kidemokrasia ya kupiga kura kuchagua viongozi wetu. Ziko nchi nyingine sio miaka mitano, wengine ni miaka minne, wengine ni saba, kulingana na utaratibu ambao nchi yenyewe imejiwekea. Kwa hiyo tunaomba sana katika uchaguzi huu unaokuja, haki na amani vitawale, lakini baada ya uchaguzi tuweze kuendelea vizuri katika katiba yetu ya nchi hii, tunazo haki na tunao wajibu tunaopaswa kutekeleza. Tukiangalia katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 21 kifungu kile cha kwanza, kila raia ana haki ya kushiriki moja kwa moja au kupitia wawakilishi walioteuliwa kwa uhuru katika kutawala nchi yake. Ni wajibu wetu ambao kila raia anayo sababu ya kushiriki, ni haki yake na haki ambayo imepewa kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa mafundisho yetu ya dini. Mtu yoyote asikushawishi uiache haki hiyo. Mara zote tumekuwa tukiisema haki na kuhakikisha kwa kwamba wanadamu wanapata haki zao. Akitokea anayekataa au kukushawishi huache kutumia haki yako, mtu huyo anakukosea binafsi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa upendo, ili tuweze kushikamana na kupendana na kujua ni kitu gani kiko mbele yetu. Basi hao mapadri na mashehe na maaskofu waungane na makanisa yao yote, wawaeleze makanisa yao yote ya wale walioko hapa, wapitie makanisa vitongojini kwao, vijijini kwao, na wawaeleze maaskofu, wakaeleze neno amani. Kwa niaba ya serikali tunaomba kuwahakikishia yale yote ambayo yanahusu serikali katika kuhakikisha siku ya uchaguzi kunakuwa na utulivu na kunakuwa na amani ya kutosha. Serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kunakuwa na ushwari na utulivu, ili kila mmoja, wananchi wote wale wenye sifa ya kupiga kura wanajitokeza kwenda kupiga kura katika hali ya amani na utulivu wa kutosha, kwenye vituo vyote ambavyo vimebainishwa vya kupigia kura. Hilo serikali kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Kilimanjaro, ninaomba niwahakikishie ya kwamba kutakuwepo na utulivu na amani ya kutosha.